Moja ya changamoto tunazozipata tunapokuwa tunamsubiri Mungu ni pressure tunayowekewa na watu wengine. Watu wengi wasingepata ugumu kwenye kumsubiri Mungu kama sio kwa sababu ya pressure ambazo wanawekewa na watu wengine. Lile jambo limefikia wapi? Kwa nini hauchukui hatua? Kwa nini hatuoni mabadiliko? Wanauliza kwa nia njema sometimes lakini, if you're not careful maswali ambayo unaulizwa na watu yanaweza yakaufanya moyo wako ukahama kutoka kwenye kumsubiri Mungu, ukajilazimisha kuchukua hatua ambazo hauna baraka ya Mungu kuzichukua, hauna neno la Mungu lililokupa go ahead. Unajikuta wakati wako wa kusubiri umeisha kabla. I want you to be reminded today kwamba hakuna mtu anakudai update za hatua zako za maisha hayuko. Please be reminded that. hakuna mtu anakudai, eh? hakuna mtu anakudai updates za hatua zako za maisha kwamba umefikia wapi nini kinaendelea kwa nini kitu fulani hakitokei uh -uh. una uhuru wa kushare nao na una uhuru wa kutokushare nao usiwekewe pressure juu ya masuala makubwa ya maisha especially unapokuwa unamsubiri Mungu kwenye jambo fulani usichukue hatua kwa sababu watu wamekuwekea presha kukuonyesha kwamba unatakia uchukue hatua. Never do that. Believe me when I tell you, kusingekuwa na ugumu kwenye kusubiri kama isingekuwa kwa sababu watu wanatupresha sana kwenye mambo yetu, kutuonyesha kwamba tumechelewa, kutuonyesha kwamba hatupigi hatua, kutuonyesha kwamba ni kama something is wrong with us kwa sababu hatuja hatujachangamka inafu. You see, kuna watu and please, kama uko hapa na wewe, Mungu akusaidie jifunze kuwacha watu wafanye maisha yao. Una mambo mengi sana ya kufuatilia kuhusu maisha yako ambayo yanahitaji atensheni yako yote. Acha kuangaika na mambo ya wengine. Mbona sioni kitu fulani wewe kwenye maisha yako? Mbona hatuoni vitu fulani umeona tukiangaika na maisha yako? Focus with your life. You see, maisha yako hayo <laughs> yanahitaji atensheni yako. Focus with your life. Help kuliko unavyofikiri. What I'm saying is tusiwekeane pressure. If a person is waiting on God juu ya kitu fulani, give them room to wait on God. Kwa bahati mbaya sana, Mungu anaweza kuwa amekusemesha vitu fulani, na kwa sababu ya alichokusemesha Mungu, unalazimika kuwa polepole pole kwenye kufanya baadhi ya maamuzi kwenye mwelekeo fulani. Watu hawakusikia Mungu alichokwambia. Hawatakuelewa unapoonekana unakuwa slow kwenye mambo ambayo wao walidhani kwamba lazima umove. Na if you're not careful utasahau ambacho Bwana alikwambia ili wa please watu. Listen to me, ladies and gentlemen. Kuna watu wengi kwenye maandiko walifeli kwenye kutembea na Mungu na wakakata flow ya baraka za Mungu kwa sababu ya temptation ya kufikiri kwamba wanatakiwa kumove kwa sababu ya watu ambao wanawazunguka. Are you hearing what I'm saying? Nabii Samueli anamwambia nisubiri. And the guy waited. Alikuwa mwaminifu akasubiri, lakini kadri alivyokuwa anasubiri, watu waliomzunguka ambao wanategemea maamuzi yake ndio na wao wachukue mwelekeo fulani, wakaanza kumwekea pressure. What is happening? Kwa nini atumwone nabii oh oh, sijui na nini, then kwa sababu ya ile pressure Sauli akaanza kuingia kwenye mambo ambayo hakutakiwa kuingia kuyafanya, na hivi ndivyo ambavyo Sauli alipoteza kiti chake cha ufalme na wote ambao walipaswa kufuata nyuma yake warithi ufalme, na wenyewe wakapoteza hiyo nafasi kwa sababu so, baba yao alishindwa kujishikilia, presha ya watu ilipomzonga. Watu wanaweza kukutoa kwenye njia ya Mungu, watu wanaweza kukatisha mpango wa Mungu kwenye maisha yako. They can do that. Nabii anakuja baadaye kwa kwa Sauli. Sauli anasema watu, niliona watu wanaanza kuondoka, niliona watu wanaanza kufanya hivi. You see, maelezo ya Sauli ya, ya, Sauli kwa nini amekosea watu? Was he excused? Mungu alimsamehe na kuachilia kwa sababu ya watu? No, he. He was punished. He lost his place. Are you hearing what I'm saying? Never move kwa sababu ya pressure ya maneno ya watu. Never move. Move kwa sababu moyoni mwako umepata go ahead ya kutoka kwa Mungu. Waliomkosesha Musa kuingia nchi ya ahadi ni watu. Haruni, watu wakamwekea pressure mpaka akajikuta anaingia kwenye dhambi ya kuchonga miungu na kuwaelekeza watu kuiabudu, si kwa sababu walikuwa na moyo mwovu, lakini pressure ya watu. Yaani, watu wanaweza kuwekea pressure hivyo ukakuta umeanza kutembea nje ya kusudi la Mungu. If if you're going to walk with God, kama utatembea na Mungu, amini na kwambia, ni lazima ushinde mtego wa pressure za watu. Never be pressured. Never be pressured. Never you be pressured. Never. Watu wanaweza kukufanya ukawa kitu ambacho wewe sio. Kamuuliza Yesu, Maandiko yanasema walimkamata wamfanye kuwa mfalme. Hivi unaelewa wewe? Do you know how deep that is? Hawa kwenda kumwambia unaonaje ugombee, unaonaje uwe mfalme? Maana wanazima walienda kumkamata wamfanye kuwa mfalme <laughs> like, unataka utaki, today you are our king. Watu wanaweza kukufana kwa kitu ambacho wewe sio. Season yako na Mungu ni season ya matengenezo, ni season ya maandalizi, ila watu wakikuangalia wanaona, unajiandaa nini wewe, mbona ushaiva Maunajanda, unajiandaa nini? Kama unajiandaa nani, sasa yuko tayari? You are too deep to be waiting. Wewe wa maoni mwako unajua hii ni season yako na Mungu ya maandalizi, ila watu wakikuangalia, na ni kweli kwa wao, wanauona uwezo wako, wanaziona nguvu zako, so they believe kwamba hauna kitu cha kusubiri, ulipaswa kwa una shine sasa hivi, uko mahali pako pa spotlight. Hallelujah. Praise the Lord. Hivi ndo ambavyo watu ambao hawakuwa tayari wakachukua hatua, alafu zile hatua zikawaonesha kwamba hawakuwa tayari. Jamani kuna kudhubutu alafu kuna kuchanganyikiwa. Wewe kama hauko tayari, tulia tu until you're ready. Was that important? You think so? It was important, right?